Somo la historia ya Tanzania na maadili linajengwa juu ya dhana kuu mbili ambazo ni historia ya Tanzania na maadili. Historia inahusu matukio ya zamani yaliyotokea na kuacha athari kubwa katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni ndani ya jamii. Baadhi ya matukio hayo ni pamoja na biashara ya watumwa, ukoloni na maisha ya kabla na baada ya uhuru. Kupitia matukio hayo, jamii ya Kitanzania ilipitia mabadiliko mbalimbali ya kiutamaduni na hivyo kuibuka kwa utamaduni mpya unaoendana na mazingira ya Kitanzania. Kwa ujumla, historia ya Tanzania ni mkusanyiko wa matukio yaliyowakumba wananchi wa Tanzania na kuathiri maisha yao ya kiuchumi, kisiasa na kijamii historia hii huwasaidia Watanzania kuelewa walikotoka, walipo kwa sasa na mwelekeo wa baadaye. Historia ya Tanzania inazingatia mambo mbalimbali, yakiwemo: A, makabila mbalimbali yaliyoko nchini na mchango wao katika kuendeleza utamaduni wa taifa na kuimarisha mwingiliano wa kikabila. B, mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi katika jamii ya Kitanzania, ikiwemo familia, elimu na shughuli mbalimbali za uzalishaji. Che, umuhimu wa kujenga utambulisho wa pamoja na mshikamano wa kitaifa licha ya tofauti za kikabila na kidini. Dali, utambuzi wa umuhimu wa umoja na ushirikiano miongoni mwa wananchi kama msingi wa maendeleo ya taifa. E, maendeleo ya kiuchumi yanayotokana na shughuli za kilimo biashara za jadi na mabadiliko kuelekea uchumi wa kisasa. Fe, ufuatiliaji wa mabadiliko ya uchumi wa taifa katika vipindi mbalimbali vya kihistoria na namna maendeleo hayo yalivyoathiri maisha ya jamii ya Kitanzania. Ge, kudumisha na kuendeleza utamaduni, amani na mshikamano miongoni mwa makabila na dini mbalimbali mbali nchini. Dhana ya maadili. Maadili ni misingi na miongozo inayodhibiti tabia na mwenendo wa mtu binafsi au jamii kwa ujumla. Ni kanuni zinazotuelekeza kufanya mema, kuishi kwa uadilifu na kudumisha tabia njema katika jamii inayohusisha watu mbalimbali mbali. Kupitia maadili, jamii huweza kuishi kwa mshikamano na amani. Pale ambapo maadili yanazingatiwa, hujengwa mazingira ya heshima, uaminifu na ushirikiano miongoni mwa wananchi. Neno maadili lina uhusiano wa karibu na amani, uhuru na usalama wa taifa. Pale ambapo kuna amani na mshikamano, watu huishi kwa furaha na kuendeleza shughuli zao bila hofu. Kinyume chake, jamii isiyozingatia maadili hukumbwa na migogoro na machafuko. Aidha, maadili huimarisha mshikamano wa kijamii na kusaidia kujenga jamii yenye maendeleo. Ushirikiano na mshikamano huleta mafanikio katika nyanja za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Katika jamii ya Kitanzania, maadili muhimu yanayopaswa kuenziwa ni pamoja na ukarimu, heshima kwa wazee na wengine, pamoja na kujali na kuwasaidia wahitaji. Ukarimu huo hujidhihirisha kupitia kusaidiana, kushirikiana na kuwakaribisha wageni. Hivyo basi, ukarimu ni sehemu muhimu ya maadili ya Kitanzania. Umuhimu wa maadili kwa taifa. Umuhimu wa maadili kwa taifa unaweza kuonekana kupitia mambo yafuatayo: A, kukuza na kuimarisha utu wa binadamu. B, kuendeleza uhusiano mwema na wa karibu miongoni mwa watu katika jamii. Cha, kujenga heshima na kuimarisha uaminifu kati ya wananchi. Da, kuimarisha ushirikiano kati ya watu na mazingira yao. E, kuchochea na kudumisha maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Fa, kujenga na kuendeleza amani na utulivu wa taifa. Ga, kupunguza vitendo vya uvunjifu wa amani, ukosefu wa maadili na ukiukwaji wa sheria. Ha, kuweka mazingira yanayochangia haki, usalama na furaha katika jamii. Kwa kuhitimisha, dhana za historia na maadili zinahusiana kwa karibu sana. Historia huonyesha mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi huku maadili yakiongoza tabia na mwenendo wa jamii ya Kitanzania. Kupitia historia ya taifa letu, tunaweza kujifunza namna ya kuendeleza tabia njema na kuepuka mienendo mibaya. Aidha, historia na maadili hutusaidia kuelewa tulikotoka, tulipo sasa na mwelekeo wa baadaye. Kwa msingi huo, somo la historia ya Tanzania na maadili ni muhimu katika kujenga kizazi chenye maadili mema na uzalendo wa kweli. Umuhimu wa kusoma somo la historia ya Tanzania na maadili. A. kuelewa tulikotoka na mabadiliko ya kihistoria yaliyotufikisha tulipo kama taifa. B. Kuimarisha uzingatiaji wa mila, desturi na maadili yaliyojengwa na jamii za asili za Tanzania ili kuyaendeleza na kuyaenzi katika maisha ya sasa na yajayo. C. Kukuza moyo wa kujitolea, kuipenda, kuilinda na kuitunza nchi ya Tanzania pamoja na kuimarisha uhusiano mwema baina ya jamii mbalimbali. D. Kuwezesha uelewa mpana wa asili na maadili ya jamii za Kitanzania. E. Kuchambua maendeleo ya kijamii ya Tanganyika na Zanzibar kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni na baada ya kupata uhuru. F. Kujenga utu, heshima, uaminifu na kudumisha amani miongoni mwa wananchi wa Tanzania. G. Kukuza maadili na kuheshimu utawala wa sheria kwa lengo la kupunguza vitendo vya uhalifu na mienendo isiyofaa kama vile rushwa. Uhusiano kati ya somo la historia ya Tanzania na maadili na masomo mengine. Somo la historia ya Tanzania na maadili lina uhusiano wa karibu na masomo mengine kwa kuwa matukio ya kihistoria na maadili ya jamii huenda sambamba na masuala yanayojadiliwa katika taaluma nyingine. Geografia. Historia ya Tanzania na maadili inahusiano kwa karibu na somo la jiografia hasa katika kipengele cha mazingira. Mazingira huathiri shughuli za binadamu kama vile biashara, utamaduni, kilimo na maisha ya watu kwa ujumla. Vilevile, jiografia vile, hutusaidia kuelewa mazingira ambamo matukio ya kihistoria yalitokea na jinsi mazingira hayo yalivyoathiri maendeleo ya jamii. Aidha, mazingira kama rasilimali za kijiografia huathiri maadili ya jamii, na matumizi yake yasipodhibitiwa huweza kusababisha uharibifu wa mazingira. Kwa mfano, uchimbaji wa madini bila kuzingatia athari za kimazingira ni kinyume na maadili. Hisabati. Somo la historia ya Tanzania na maadili lina uhusiano na hisabati kupitia matumizi ya takwimu na ratiba za wakati kalenda. Hisabati hutumika kuchambua takwimu za kihistoria na maendeleo ya jamii. Pia husaidia katika kupanga na kuelewa mfululizo wa matukio kwa kutumia vipindi vya muda. Kwa kutumia takwimu na kalenda, jamii inaweza kupanga shughuli zake kwa ufanisi, kudumisha maadili ya nidhamu ya muda na kuongeza tija katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali mbali. Kiswahili na Kiingereza. Lugha hizi zina umuhimu mkubwa katika kusoma na kuelewa vyanzo mbalimbali mbali vya historia na maadili vikiwemo maandiko yanayohusiana na historia ya Tanzania na maadili ya jamii. Kupitia lugha, maarifa ya kihistoria na maadili huweza kuhifadhiwa kuenezwa na kurifishwa kwa vizazi vijavyo. Kiswahili kama lugha ya taifa hutumika kuwasilisha na kueleza maadili ya jamii kwa urahisi na ufanisi. Chakula na lishe. Somo la historia ya Tanzania na maadili lina uhusiano wa karibu na chakula na lishe kwa kuwa huchangia katika kuelewa asili ya vyakula, mabadiliko ya mitindo ya ulaji na aina za vyakula zinazotumika katika jamii tofauti kulingana na mazingira. Zaidi ya hapo, vyakula vya asili vilivyotumiwa na jamii za Kitanzania vina mchango mkubwa katika kuimarisha afya na kudumisha maadili yanayohusiana na ulaji bora. Kinyume chake, Kupuuza maadili ya ulaji bora kama vile kula vyakula vyenye madhara au matumizi ya vyakula vilivyosindikwa kupita kiasi kunaweza kusababisha matatizo ya kiafya na kuathiri ustawi wa jamii. Sanaa na michezo. Sanaa na michezo ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Tanzania na huakisi historia na maadili ya jamii katika vipindi mbalimbali. Mbali. Kupitia historia ya sanaa na michezo, inawezekana kuelewa asili ya mila na desturi za Kitanzania pamoja na mabadiliko yaliyotokea kutokana na mwingilano wa tamaduni. Aidha, sanaa na michezo huongozwa na maadili kama vile kuzingatia sheria za mchezo, kushirikiana, kuheshimiana na kujali haki. Michezo pia huchangia kukuza afya ya mwili na akili, Kuimarisha mshikamano wa wa kijamii na kuendeleza utamaduni wa taifa. Mziki. Mziki ni nyenzo muhimu ya kuwasilisha historia na maadili ya jamii. Kupitia mziki wa asili na wa kisasa, jamii huweza kufikisha ujumbe wa kihistoria, maadili na matukio mbalimbali. Mziki husaidia kujenga tabia njema, kuimarisha mshikamano na kukuza heshima miongoni mwa wanajamii. Kilimo. Somo la historia ya Tanzania na maadili lina uhusiano wa karibu na kilimo kwa kuwa kilimo ni sehemu ya msingi ya maisha na utamaduni wa jamii za Kitanzania tangu enzi za kale hadi sasa. Historia hueleza jinsi shughuli za kilimo zilivyokuwa zikiendeshwa kulingana na mila na desturi za jamii mbalimbali mbali. Kilimo kinapofanywa kwa kuzingatia maadili huleta manufaa kwa jamii na kulinda mazingira. Kinyume chake, kilimo kisichoendelezwa kwa kuzingatia maadili kama vile uharibifu wa mazingira huleta athari nasi kwa maendeleo endelevu la taifa. Kilimo kisichozingatia maadili huathiri vibaya mazingira na hivyo kuleta madhara kwa binadamu. Kwa mfano, matumizi mabaya ya ardhi yanaweza kusababisha mmonoko wa udongo na kuchafua mazingira. Kwa ujumla, somo la historia ya Tanzania na maadili lina uhusiano wa karibu na masomo mengine kwa kuwa hutoa uelewa mpana wa utamaduni, maadili, mazingira na maendeleo ya jamii ya Tanzania katika vipindi tofauti vya kihistoria.